Hapo uh, awali kwamba uh, miongoni mwa wageni wangu ambao nitakuwa nao siku hii ya leo uh, ni mtu ambaye inawezekana umemsikia sana ila hujawahi kumwona. Basi leo nimeweza kukuletea ili uweze kumwona, si mwingine ni Juma Khan, uh, kutoka Mtoni Mtongani, uh, na hapa atatuletea moja ya story ambayo inamhusu binti mrembo kabisa India, Priti Zinta na kiwa na Akshay Kumar eh, uh, ah, mambo yenu bwana, mambo vipi? safi <laughs> <laughs> Basi kwanza kabla yote kwamba naomba unipe hicho kionjo kwanza cha cha, cha, cha, cha mwanzo wa movie yote ambayo na jinsi ambavyo tunaanza e. Eh. <laughs> Okay. Huwa tunaanza hivi. Mm. Tarehe 16 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na kumi na sita ndio sinema safi ambayo tunaitazama leo imetoka. Tumerudi na mbabe nafasi ya kwanza bora anaitwa Sanidel. Sinema to Gary once again. Majeraha yamerudi tena kwa mara ya pili. <laughs> Inatosha sana. Niambie pilika zinaendaje. Kwanza nataka kufahamu uh, ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye kwenye kwenye tafsiri. Ah uh, nikupenda tu, nilianza kupenda. Baadaye nikagundua kama ni ajira, mm, kama ajira zingine kwa ndio nikaingia rasmi. Mm. Yeah. Uh, na, na, na, na, nataka kufahamu pia ulipenda lakini nani alikuvutia wakati huo? Ah uh, ni Captain Mkandala Lufufu. Mm. Maana yeye ndio alianza na ukisikia kazi yake jinsi ambavyo ilikuwa anafanya mm, ilinivutia kweli. Mmm um, wakati gani wewe ulianza kupenda? Ah, mimi nimeanza kupenda muda mrefu tangeni kwa mdogo na taku, tangu mwaka 1998 mimi nimeanza kutafsiri picha. Um. Wakati huo niko darasa la 6 lakini bado nilikuwa sijarekodi ile mabandani. Um. Yeah, rasmi nilianza kurekodi mwaka 2006. Aha. Tathmini ya biashara yako ikoje? Biashara ngumu sasa hivi. Ni yeah, ngumu. Hmm. Kutokana na serikali jinsi ambavyo imeliuchukulia swala hili tofauti na vile ambavyo lilivyo. Mm. Yeah. E, e, mara kwanza ilikuwaje? Mara ya kwanza tulikuwa tunafanya biashara kawaida kuna mtu ambaye alikuwa anatufuatilia. Mm. Lakini sasa hivi tunafuatiliwa sana. Mm. Inaonekana kuna ualamu katika kazi. Mm. Nadhani watu ambao wanapeleka hizo taarifa kwa viongozi wetu, Mm. Ni waziri au rais. Mm ni kama hawajapeleka sawa, tofauti labda. <laughs> Yani wanazipeleka kwa wao wanavyoona. Yeah. kama kwa mfano sisi tungekuwa tumepewa nafasi ya kueleza. Yeah. tungekuwa tumeeleza kwa undani zaidi na jinsi ambavyo ipo mm, na nafikiri ni wakati mwafaka wa kueleza kitu gani kinawabana sasa hivi mpaka biashara yao inakuwa ngumu. Unajua kuna ushindani wa soko mm, wa filamu za ndani na nje mm. Sasa kwa kuona watu filamu za ndani, wa filamu za ndani wanakwama kutokana na ubovu wa kazi zao kwa hiyo wakalichukulia hili, wakalipeleka kwa viongozi, hususan waziri wa habari, wakamwambia kwamba kazi zetu zina uhalamu nini, mambo kibao, ili mradi tu zisiuzwe, ili wao wapate nafasi ya kuuza. Lakini pia wanasahau sinema za nje ambazo sisi tunazitafsiri ndio zinachangia wao pia kubebwa, kwa sababu kazi za ndani mara nyingi hazina ubora ambao unatakiwa mm. Sasa unavyofanya kazi ambayo haina ubora, huwezi kushindanisha na kazi iko nje ya nje ambayo ina ubora wa hali ya mm. juu. Kwa hiyo wanajikuta wao wana, wanalalama tu wanalalamika tu kwamba kazi zetu zina nani tuna uhalamu mm. Kwa hiyo serikali haijakaa ika ikaleta mapendekezo ma, ma, nani rasmi kwamba tunafanyaje mm. Sababu tunaambiwa tuna uhalamu mm. lakini kwa mimi ninavyoona kwa mfano tungekuwa tumepewa tu namna ya kufanya hii kazi, uhalali ukoje? Kwa sababu hata tukiomba tuende TRA tulipe, mm. wanatuambia haiwezekani. mm. Kwa hiyo huku pia serikali inakosa pesa nyingi tu mwisho, mm. wa siku wanaenda wanachukua mizigo wanatufungia, mm. tusifanye kazi, wakati kwa mfano maduka ya Kariakoo yamefungwa maduka 40. mm. Eh, katika maduka 40 kila mtu ana mzigo si chini ya laki mbili. mm. kwa mfano kwa mfano unatoa stika kama zile ambazo wanatoa za TRA katika movie za ka, ndani mm. stika mbili labda kwa mfano stika moja shilingi 100 mm. stika mbili katika duka moja na uta, lazima utachukua pale laki nne mm. maduka 40 laki nne mara 40 sasa, hiyo ni Dar es Salaam tu mm. ujapiga mahesabu ya mikoa yote mm. ya Tanzania mm. kwa hiyo serikali huku pia wanakosa hela nyingi ambazo yaani ni, ni, rahisi sana na watu wakatae kulipa kodi yeah. Wana, wanataka kulipa kodi mm. lakini ukiwaambia tunalipaje wanasema hizo alamu mm. Sasa unashindwa kuelewa alamu vipi? Kwa sababu kazi za hapa Tanzania mm. ukienda Kenya, ukienda nchi yote zinazikuta tena zinauzwa kwa nyingi tu, lakini serikali inachukua ushuru, yaani ina stika. kama Kenya ni KRA mm. kuna stika ya KRA mm. ambayo ina maana mtu anauza, anachukua, serikali inaingiza, lakini ni kazi ya Tanzania mm. Sasa kazi ikitoka Kenya, akija Tanzania mm. huyu mtu wa Tanzania anakataa mm. staki nani, staki ulipie yani sitaki uyuze ina maana anakosa hela kule wenzetu wanapata kupitia sisi mm. sisi tunakosa kupitia wao mm ili ndo tatizo lilokuepo ina maana watu wanomshauri waziri na rais mm. au wajamshauri ninavyotakiwa mm. kuna pesa nyingi sana hapa zinapotea eh, eh, nyinyi mna, mna, mna, mna chama chochote kama umoja wa, wa, wa kazi ambao mnaifanya sisi tuna chama mm. na tuli, tuli mara ya kwanza tuli hivyo hivyo ilikuwa ni migogoro tukafungiwa tukafuatia fatilia tukaambiwa tujisajili tupeleke tutunge nani sheria zetu katiba nini tufuatilie kufuatilia zote ziko kwenye process na kuna mwenyekiti, kuna nani, vitu vyote viko sawa, lakini tukijaribu kufuata huko mbele tunazuiwa, yani msiende, kwa sababu hao wasanii wa picha za kibongo wameenda kwa rais, wameenda kwa nani, kwa waziri. Na ukiangalia alijitahidi, kwa wamejitahidi wenyewe kusaidia katika mambo yao, kwa hiyo ni rahisi kusikilizwa kuliko sisi. Lakini sisi tuko wengi kuliko wale. Alafu wale wanaingiza pesa ndogo serikalini kuliko kama vile vile ambavyo sisi tupo mm. Wangekubali kufanya kazi na sisi mm. Sisi kuna pesa nyingi inapotea kwa sababu kuna mabanda mengi Tanzania nzima yanaonyesha hizi picha mm. Eh? Kuna watafsiri wengi mm. Yaani kuna maduka mengi yanauza, lakini ukisema picha zote hizi zisiuzwe, maana watu wengi wanakosa ajira kwa wakati mmoja. Alafu pia ukienda na kwa, kwa, unachukua nani kibali kutoka kosota mm. serikalini unalipia kwa ajili ya biashara. Unapofanya biashara si ndio, wanakuja nakwambia, biashara hii haipo. Wakati kule umeenda unachukua, wanakuuliza biashara gani? Naambia biashara hii, wanakupa kibali hmm. si ndio? Wakati unaifanya ile biashara, wanakuja wale wanakugeuka hmm. Wanakuambia biashara hii haipo. Sasa kwa nini ulinipa receipt na nile send nifanye hii biashara hmm. kwa hiyo ndio mimi nakulipa wewe ili mimi nipate wapela, ni vitu kama hivi <laughs> ngazi ipi ambayo nyinyi mmeenda me, me, kuonana nayo, na ipi mlikuwa mnatamani muonane nayo lakini mkakwama? kama tungepata nafasi ya kukutana na Waziri Nape ingekuwa safi sana. Kwa mm. sababu yeye ndo ambaye amlisimamia hili swala mm. na sisi tunaathirika, mm. sana. Mm. Kama tungepata nafasi ya kukutana naye mimi na wenzangu, kwa sababu tuko wengi mm. na ili lilivotokea ni mpasuko, watu wanachukulia watu wachache mm. lakini lina watu zaidi ya yani, eh, ni, ni mamilioni ya watu mm. ambao wanategemea kazi hii. Mm. Kwa hiyo kuna athari kubwa ambayo tumeipata mm. na kubwa zaidi nakuja mm. Kwa hiyo tungepata nafasi ya kukutana na Waziri Nape. Nadhani ingekuwa rahisi sana na tungemweleza na yeye mwenyewe angekubali kuliko vile ambavyo watu wanaingia tu wanamwambia tofauti na hiyo maneno ya mitaani yanasikiliza yeye, sababu wale wanapokwenda kumpa hmm, wanakwenda kumpa wao wanavyoona yeah, eh, tofauti na ilivyo, sababu yule mitaani hajaingia. Mmepanga hmm, mikakati yoyote ya kuweza kukutana naye? Kuna wakubwa wangu walijitahidi kufuatilia lakini, hmm, ndo kama hivyo wanakwamishwa hmm wanakwamishwa lakini tukipata nafasi kama sehemu kama hizi mm. Za kuongelea hili swala so, tunavyoliongelea mm. Anaweza kuwa anasikia mm. Anaweza kuwa anaona na tunaweza kupata fursa kwenda kukutana naye lakini mm. Mm. Watu wangu wanakwamishwa e. Wanakwamishwa sana e. Yani, waki nyinyi watu gani watu fulani hamna ha, kuingia kwa hiyo mm. Shida ipo. Na ilikupa ugumu kiasi kia, kia, kia gani mpaka kuweza kuwa mtaalamu sasa kutafsiri? Ya ugumu upo kama unavyojua kila kazi unavyoanza ina ugumu wake. Mm. Lakini kwanza nilikuwa nimeanza kutafsiri hizo picha za Kihindi kabla sijui Kihindi. Kwa hiyo ugumu wa kwanza hapo. Mm. Nilikuwa nafuata tu watu wana vile inavyoenda story mm. na mimi naenda ili mradi. Lakini nikaona nakwama kwa sababu nyingine anacheka, mm. kwa sababu kuna sehemu nyingine unakuta mtu anacheka afu wewe uelewi mm. natafuta la kwako uli, na wewe ulichekesha kumbe, mm. unakosea <laughs> kwa hiyo ilibidi lazima nijifunze Kihindi mm. baada kujifunza Kihindi, sasa hivi nafanya kazi yangu kwa uweledi ya yani, yeah. Sasa hivi Kihindi una kifahamu vizuri sana ama? <laughs> watu wa bongo movie wanakuchukuliaje kwa ikazi unaifanya, kisha kupata malalamiko yoyote au pongezi zote kutoka kwao? Hawana <laughs> pongezi zaidi ya wadui. <laughs> Wao hawani pendi kwa sababu wanahisi mimi ndo nawachangia wao kufeli yeah, lakini mimi sio nachangia, mimi ndo nafanya wao waendelee kuwepo, mmm kwa sababu, kwa mfano katika mabanda wanaoonyesha sinema mm. yale mabanda yetu ya Uswahilini ya yeah. Kuna watu wanapenda picha za kibongo yeah. picha za nje. Kwa hiyo watu wale wanajaribu kutengeneza mfumo, wanavyotengeneza picha mbili za Kihindi, mbili za Kizungu, season moja picha za kibongo, za Nigeria. mm. Kwa hiyo lazima wabongo waepo. mm. Umeona, lakini kama hizi za nje zote hamna, ujue siku mtu aonyeshe yeah. mm. na hata picha zao, ina maana hata aonyeshe ndio. Kwa hiyo zikiwepo za kwangu, na wanapokuja kwa mfano Kariakoo kule ambako wamefunga, yaani mm. picha nzuri tu mm. ni kwamba leo hii Kariakoo maduka yamefungwa Kwesi ndio kuna maduka ya picha za kibongo. Yeah. Hamna mtu anaenda kuchukua. Sababu mtu anaenda Kariakoo anachukua na za nje. Kwa hiyo kama za nje hakuna, aendi Kariakoo mm. atachezesha hizo, hizo hizo kwa ili mradi tu iende. Yeah. Sasa mimi ninavyotoa picha kwenda kuuza Kariakoo, mm. si ndio? Mm. Na zao zinauzwa. Mm. Sasa wao wanavyoniona mimi na kama adui yao, ni swala ambalo wanalikosea. Mm. Na siku zote huwa nawaambia, mm. ukitengeneza kazi nzuri, mm. lazima utauza. Leo huyu hata leo mwenyewe ambaye ndio msanii wao mkubwa, Hana bajeti ya kutengeneza sinema mm. mm. ya kufika milioni kumi na tano. Wewe unategemeaje wakati picha kama ya Lift tu ya Sheikh Kamal mm. ina dola milioni kumi mm. na nne. Sasa na bilioni karibu dola nyingi sana. thelathini na ngapi huko mm. sasa kama hii picha mtu anatengeneza kwa pesa hii yote hii mm. ina maana huyu anajua anachokifanya mm. si ndio? Huwezi mm. kushindana naye yeah. eh? Sasa wewe kama huwezi kushindana naye, tengeneza mfumo tu wa kubeba kupitia wale. Yeah. Sasa unavyomkatili huyu asiwepo, hata wewe pia huwezi kuwepo. Mm. Si ndio? Huyu mm. ana kitu kizuri. Mm. Anayefanya vizuri kuwa nyuma yake. Mm. Ili na wewe upate nafasi ya kufanya cha kwako. Mm. Lakini kama unataka huyu asiwepo, ujue na wewe hautowepo. Hamna yeah. Mtu atachukua kitu kibovu. Yeah. Ila kukiwa na kizuri kibovu kitafuata. Mm. Ndio maana mpaka katika msafara wa mamba kenge naye. Yumo mm. Eh, mshauri kukutana kuzungumza kuhusiana na na, na, na soko lenu nyinyi na watu Bongo. <laughs> Sisi, wa Bongo movie hawataki na nyinyi mlikuwa mnatamani kufanya hivi. Sisi tunatamani kwa sababu ni ndugu zetu, si wenyewe wa Bongo, tunapenda cha kwetu. Mm. Tunapenda tusaidiane, lakini oh. Mm. Ukiwaambia tukutane, tukutane hao. Mm. Tujadiliao nini? Hao hao wanauza kazi za nchi ya laamu tu hao. Yeah. Na wakienda kwa viongozi wetu wanapata nafasi sana. Yeah. ya kukutana wa na wakubwa. Na ndio maana yote yanatokea kwa sababu wao wanapata nafasi kubwa kuliko sisi. Yeah. Sisi hatupati nafasi. Yeah nafasi zenyewe kama hizi ni nadra pia kuja kuzungumzia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi pia tulikuwa tunaomba tungekuwa na, tunapata nafasi ya kuzungumza kwa, kwa mfano unajua ukikaa nao vizuri ukawaelekeza wataelewa, lakini hawataki yeah. mm. na wao ndio wamekuwa chanzo cha sisi kupata matatizo yeah. sisi tunategemea hii kazi kama ajira yetu kama wao mm. Sasa wanavyokuja wanaenda kuongea vi, kwa viongozi maneno tofauti Mm. Wanatuumiza pia yeah. yeah. Tumeathirika, maduka yamefungwa, ina maana kazi amna. Wewe usitafsiri picha leo, utamuzia nani? mm. Amna sababu utampelekea bosi mba, sasa duka langu limfungwa, na nanunua na weka hapo bosi, anakataa. Sasa wao ndo wanachokitaka sisi tufeli. mm. Lakini pia wakumbuke wa, wa kwamba sisi tunavyofeli na wao pia wanafeli. mm. Sababu mtu hawezi kwenda kali yako tena. mm. Anaenda kali yako, anaenda kuchukua picha ya nje na ya ndani. Sasa ukiwa nje umeizuia ya kali yako nikafanya ni picha yenyewe nje, amna hii mm. ya kibongo, picha ya kibongo inaanza tu Unajua kabisa yule pale mama yake yule, huyu atakufa, picha mm. inaisha hizi kabla hujamaliza. <laughs> Yani, unajua mchezo mzima kabla... <laughs> na tena, yeah. siku zote, yeah. kama na kesho wewe huwezi kurudia tena yeah. Ndio maana nasisitiza siku zote, fanyeni kazi nzuri. Kama watu wanawekeza bilioni nyingi tu kwa ajili ya sinema moja, wewe unakuja kuandaa sinema ya milioni mbili, milioni mbili eh, <laughs> uh, unaenda location ya laki nne mm. unategemea ufanye nini? mtazamaji mm. ni Juma Kani, yeye ni mtaalamu wa kutafsiri filamu za Kihindi Uh, kutoka Mtongani, tumezungumza mengi. Nataka tu niku, niku, niku, niku nikuonjeshe moja ya kionjo ya kazi zake ambazo anazifanya uh, kwenye hii movie ya Zadkan. ni Zadkan eh? Zadkan, wao ndio wanaita Dalkan, Dalkan, mapigo ya moyo <laughs> sasa basi, mwongozaji wangu ataniambia kama tunaweza tukapata moja tu ya sehemu hiyo ya kionjo. Ananiambia mambo yako vizuri, basi tupate tu kionjo cha moja kazi zake. Kama dakika mbili baadaye nitarejea tena hapa kwa ajili ya mazungumzo nikiwa na Juma Kani. Nani? Kaun bana? Unajua kwa nini nafanya haya yote. Kuna mtu mmoja ambaye ndo business ambaye amba ni partner wangu kwenye business. Kew partner. Au vipi partner? partner? Partner wake kwenye biashara ndio huyu hapa msichana mzuri sana. Amekuja kutoka yeye, ndio anamwita msichana ambaye anafanana na bank, ni tajiri, ana pesa na anaheshimika sana ndani ya huyu, ndio partner wake kwenye business. Uh, unajua tena kwenye biashara lazima uwe na partner wako. it says, kwenye party ya Mr. Dev welikweli wa Mialiko, pia Ram pamoja na mkewe hey. Hey. Bad, Wakati nilikuwa nautaka umekuja baada muda mrefu sana. Wakati gani ambao unasema umekuja huo? Mbona unazungumza vitu ambavyo vimebadilika? Vimebadilika tukia. Jana ulikuwa peke yako, ila leo niko pamoja na wewe kar... nimefurahi sana hata mimi pia napenda wewe. Una furaha sana sana. Nimefurahi sana sana zaidi sana Aaj tak uske bare mein tumne mujhse sirf suna tha. Wewe hujasikia ile. Lakini leo ndio kwa mara ya kwanza itabidi usikie. Bare mein kyon diwana hua? Even unajua mimi kwa nini kwa kichaa? Kyon ye Dev? Wewe ujui. Mar kar bhi jita raha. Kwa nini Dev aliishi baada ya kufa? Kina? Tab samjhoge. Ila nitakwenda kukutana naye. Anamzungumzia nani huyu? Hata mimi pia nitakwenda kukutana naye. Anamzungumzia mwanamke ambaye alimfanya David kuwa kicha, alikufa amefufuka. Dada anasema mimi pia nakwenda kuonana naye. Huyo mtu ni msichana, lakini ila huyo ana imani kwamba atajua tu na nini kitaendelea, pia atafahamu kwa sababu David si mtu ambaye anafanya naye biashara, yeye ndio business partner wake. Kwa hiyo lazima atamwambia tu. Wow. Wow. Demu. Wow. Yeah. Mzuri tena imependeza kwa kweli. Nikki Bobby pamoja na mama amekuja. Kya kar rahi ho? So? Unafanya nini hapa wewe? Devi ko janti ho? Kwani unamjua Devi? Devi maanan Devi, watu tunakunywa tuna tuna fly lakini Devi mwenyewe simjui. Samona <laughs> tu. <laughs> wengine wanamwambia, ama labda ni mchawi wa kwenye kompyuta, mwingine anamwambia, mtu anayefanya biashara hatari, sijui yani, kila mtu anamhitaji na anampenda. Wewe kunywa, kula, ujisikie vizuri. Huyo ndio Devil ambaye leo amejisikia faraha sana kuandaa party, na wanafurahi na mama yao Bwana mkubwa anakuja na mke wake. Karibu sana, umependeza tena. Umependezana mtu na mke wake. Karibuni sana, mjisikie kawaida. Na bilionea David, ndio huyo anaingia sasa nakwambia, akiwa furu kwenye suti. Kila mtu anajigonga nakwambia, kila mwanamke anatamani awe naye. Ni baraka. Mama alianza kujishauri Bwana Devi. Huyu ndio mtu ambaye tulikuwa tunamsubiri kabla haja watambulisha, akajua yes, bila shaka mwanamke ambaye anamzungumzia Devi ndio huyu. Akamwangalia kana si dunia me, ndio jina zuri la nyimbo ambayo tunaitazama. Unajua, <laughs> dunia ina siri nyingi, afu ukizingatia, inawezekana pia kuna mambo mengine ambayo dunia anaona lakini hayasemi, kwa sababu dunia haina sauti. Yeye ni kama dunia anayafahamu mengi, hasa hili la Devi na huyu mwanamke. ni that can movie uh, ambayo au uh, filamu ambayo ina story nzuri sana, kama utaweza kuifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kisa hicho. Bado niko naye hapa Juma Khan, na tunaendelea kuzungumza, lakini uh, tutatumia muda mrefu sana kwa sababu muda nao uh, unatutupa mkono. Labda uh, nikirudi tena kwako, ni changamoto gani sasa unazokutana nazo katika uh, kazi yako unayoifanya? Changamoto nyingi Eh, ila kubwa ni hilo tu ambalo nimetoka kulieleza. Mm. Yeah. Mengine yote ya kawaida huwa tunapambana nayo. Kwa hiyo hivyo. Mm. Mm. Na, na sasa hivi uh, kutokana na na, na, na, na ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, baada ba, serikali kubana, mmeona kama na bana soko lenu, unatumia njia gani sasa kuweza kuendelea kujipatia kipato kwenye kazi yako? Ugumu upo. Yaani hapo ndo kuna ugumu na ndio maana tunajitahidi tufuatilie ili tuone tunakwamuka vipi. Mm. Kusabu, tukisema, kufanya, tuta, tuta, Kwa sababu tukisema tuendelee kufanya bado tuta yaani tutakwama. Kwa hiyo Hatuwezi kushindana na dola. Mm. Lazima tuwe wapole. Mm. tu sikilize wanachotaka mm. ila ni kubwa zaidi, kama nilivyoongea kwamba kama, kama tutapata nafasi ya kwenda kuongea naye mm. na sisi tuwaambie jinsi gani tunataka tufanye na wao wanavyotaka, mm. wasitubane mm. mimi naamini kuna kodi nyingi sana ambao wanaikosa mm. lakini tu kwa sababu ya uelewa mdogo mm, ambao wa, wa, watu walioenda kuwaambia wamewaambia tofauti mm. lakini kama tutakutana, si wenyewe tutawaambia jinsi ilivyo mm. nadhani tunaweza kuwa sawa. Inawezekana e, kama mngekuwa mnalipa kodi sidhani kama ingekuwa rahisi kwa kwa serikali kuja juu. Kwa mfano maduka yale yana, mm. yana leseni ya TRA, lesen, yani kila kitu kinachotakiwa ili ufungue duka mm. si ndio? Yanayo. Kinachotatiza pale ni ile kazi aina ya stika ya TRA mm. sawa mm. sasa, mm. mm. mm. sasa kama ni stika ya TRA tunataka tupate stika, wanatuambia haiwezekani. Sasa kama haiwezekani tunafanyaje? na kwa nini haiwezekani? mm. kwa sababu wanasema kazi ya nje ni alamu labda uje na mkataba kama hii ni Suni, picha ya Sunilisheti, uje na mkataba wa Sunilisheti mm. kama picha um, um, Commando sijui la nodi shozniga, uje na mkataba wa shozniga au chak nodi mm. So, ni vitu ambavyo uwezi, ni vigumu mm. eh, na sasa, kama ni hivyo, kama nchi zingine nao wangekuja huko wanachukua nani kutoka kwa lei kutoka kwa kar, nani JB mm. wapate nani nani usu, nani kibali kutoka kwao ili wakauze Kenya mm. Lakini mbona kule wanauza bila bila hata ruhusa ya lei bila ruhusa ya Kanumba bila ruhusa ya JB bila ruhusa ya Jwali mm. Wanauza ni ndio hivyo ilivyo dunia nzima na ukiingia kwenye mitandao mm. Afu sasa hizi picha sisi hatuibi mm. Tunazinunua mm, kwa sababu ukiingia kwenye mtandao ndio unaingia kuchukua picha mm. Picha ile unainunua unavyoinunua na wewe unatengeneza ili upate pesa mm. Sasa serikali inapokuja kusema alamu walamu, uko wapi? amlipi kodi? Ah, tunataka tulipe, tunalipaje? hmm. ambaye haiwezekani hmm. Sasa hawajatoa sababu kwa nini haiwezekani, ndio sababu yao, wanakuambia huna mkataba wewe na huyu aliocheza picha aha. Sasa ndio hilo hilo, ndio linatukomisha hilo hmm. nyinyi mkoona kama hilo nalo ni ni la msingi la, la, la, la, pengine kufa, wale wenyewe wenye hizo wenye, wenye, wenye filamu kujua kwamba nyinyi mnafanya nini Yaani dunia nzima wale wanajua kwamba dunia nzima kila nchi inaongea lugha yake. Kwa hii sinema hii ikifika nchi, kwa mfano Tanzania itaongea Kiswahili, Thailand itaongea Kitailand, na huko ukiingia kwenye mitandao kuna lugha zote, picha zote zina lugha zote eh. Sasa sasa hapa ndo unakuja kuona ugumu kwamba kwa sababu tu sisi tu tunaambiwa tu mpaka tuwafuatilie wenyewe wakati wengine wanafanya tu bila kuwafuatilia. yeah. Ili mali umeinunua yeah. Na picha ukiiweka kwenye mtandao tayari ile ni halali, sababu halali. mm. Sababu wenyewe wameshaiuza na wewe unainunua mm. Sasa so, ukiniambia nitafute mkataba wao, hapa ndio hapo tunakwama yeah. Na wao ndio wamesimamia hapo yeah. Uh, nini sasa wito wenu kwa kwa serikali?